Habari. Leo nitakuletea tiba ya magonjwa sugu. Wengi wamekuwa wakitwambia, magonjwa sugu tunatibuje? Magonjwa sugu, ingawa sasa hivi kila ugonjwa umekuwa sugu, lakini pia kuna yale magonjwa kama presha, kisukari, stroke ni magonjwa ambayo yameshakuwa ni hatari sana. Lakini pia nipende kukumbusha kwamba magonjwa sugu pia yanahitaji program sugu na moja ya program sugu ambayo unatakiwa uifanye wewe kwanza ni kufunga. Ni moja ya program sugu ambayo ni nzuri sana inayosaidia watu kuondokana na magonjwa sugu, lakini hakikisha kwa siku at least unakula mara mbili, eh, unakula saa sita na saa sa sita na saa kumi na, saa moja yani kabla ya saa mbili usiku. Hii ni moja program ya programu nzuri. Unaona kula nini? Hakikisha pia unakula unakula vitu ambavyo tunasema ni Protini, ambayo hapa kuna mayai ya kienyeji yaliyochemshwa, sio kukaangwa, yaliyochemshwa. Lakini pia a, tunasema unaweza kutumia pia nyama zilizochemshwa, dagaa zilizochemshwa, wale wabichi, lakini pia na samaki waliochemshwa ambao ni wabichi, hawajaongezewa kitu chochote. Hawa ni vizuri sana ukiwa unatumia asubuhi baadhi na jioni, itakusaidia kuondokana na hizi changamoto sugu moja kwa moja kabisa na, na pengine usitumie mafuta labda mafuta ambayo yametokana na nyama. Yale mafuta asili ni mazuri ambayo unaweza ukayatumia. Kama utakuwa na swali lolote na changamoto yote, basi tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha